Tukamjua ni nani lakini pia tukapiga naye story nyingi kuhusiana na nini anafanya, kitu gani ambacho yeye kinamfanya aje leo hapa kwenye Kiss Most Wanted tupige naye story. Brother. Naam naam. Mambo ni vipi bwana? Poa kabisa. Na namshukuru Mungu. unajulikana kama mimi najulikana kwa majina ya naitwa Daniel Chengula, lakini yeah. Ah, kwenye mitandao ya kijamii nimezoeleka ah, kwa jina la Divine Forex, Divine Forex. Ndiyo, ndiyo. Kwa okay, ni issues of forex. Yeah, yeah. Sababu pia hichi ni kitu ambacho sasa hivi tunaona vijana wengi wanakifanya. Kwa kuwa leo tupo na Divine Forex tutajua mambo mengi, na wewe ambaye ulikuwa unatamani kufanya haina hiyo ya kitu ili uweze kupata kipato, tupo na mkali kabisa wa hizi shughuli. Brother, unafuatilia mambo ya movie movie? Yeah, movie nafuatilia sana. Okay. Sio kivile ila yeah, sometimes nikipata time hivi yeah. Mara moja moja nimevurugwa vurugwa na mazingira ya kazi, unakuta najipoza kidogo kwenye movie yeah. <laughs> <Mv. laughs> Okay, unakuwa unajiiba movie, unakuwa unajiiba sometimes ule ujiweke saa. Ndio, ndio. Sasa bwana, mimi leo naomba nikupe wewe movie uh, ndugu yangu Divine Forex, lakini pia wewe msikilizaji wa Kiss Most Wanted, Kiss FM 98.9 Dar es Salaam, kuna mziko bwana unaitwa Ronde. Ronde. R U I N E D. Yeah. Huu mzigo ulitoka mwaka elfu mbili kumi na tatu na ni mzigo narisali moja na dakika thelathini na tatu. Okay, bonge moja la kazi. Ni drama inahusiana na masuala mazima ya mahusiano. Ni mwanadada ambaye alikuwa anamwadhimaya mtu yeah, lakini anashindwa kumwambia. <laughs> Unaona? yule anakuja, <laughs> anapata mtu mm. Kwao, ushaona changamoto inapokuja hapo. Bonge moja la kazi ni kazi ambayo uh, kuna vingi vya kujifunza kwa watu ambao wapo kwenye ndoa, kwa sababu ilifikia stage jamaa kaoa, umeona, kwa hiyo ikabidi aendelee kuwa na familia, lakini mwanadada alikuwa bado na ah, bwana. Bonge moja la kazi linaitwa Rundi ukifata hasa, ndugu yangu pita kwenye movie store yoyote, kaucheki huu mzigo, nilisali moja na dakika 33. Lakini pia naomba nikwambie, wewe ambao unanisikiliza sasa hivi, kuna series moja inaitwa The Agents. Hii ilitoka mwaka 2024 mwaka jana, ni season moja tu, ina episode 10. Bonge moja na series. Ni mambo ya yeah, intelligence. Intelligence. Yeah. Oh, kuna bastola bastola nini? Eh, yeah, yani mtu anaumiza akili hiyo. Kuna kesi fulani. Jamaa huyu ndani main character, yeye alikuwa ni CIA agent. Anapewa kazi kwenda kufanya sehemu hapo, anafika ile sehemu, anakutana na ex wake. Okay. Akashashe. Kwa anashindwa kubalance kazi na mapenzi. Mapenzi. Okay. Audience, ucheke, kutokea, tisa, sita, brother, sikaocheki mshikaji wangu kutoka 096.4. Badadivine forex karibu. Ah, nashukuru sana, brother. Asante okay. sana. Ni unajishughulisha na masuala mazima ya forex. Yeah, hebu sure. tunaomba tupate leo elimu kwa mara ya kwanza. Mimi pia ni mtu ambaye nasikiaga sana hicho kitu kinaitwa forex. Forex ni nini? Ah, uh, forex ni biashara. Ndio. Yeah. Uh, ni biashara lakini ni biashara ambayo tuna sisi vijana yeah. tunaifanya sana mtandaoni. He, na imebezi sana yani, neno lenyewe lilivyokaa forex, hilo ni kifupi ila hmm, kirefu chake tunasema ni foreign exchange. Okay, kwahiyo kitu kikubwa ambacho kinafanyika kwenye hiyo biashara hmm, ni kuuza na kununua fedha. Unaona, kwa hiyo lazima ufanye uchambuzi ili kugundua kabisa kwamba ni wakati gani fedha ya taifa fulani itapanda thamani hmm, na ni wakati gani itashuka hiyo itashuka thamani. Unaona, okay. Kwa hiyo ikiwa na thamani ndogo lazima ufanye ufanye nini, uchambuzi wa kujua kwamba hii ni kinunua sasa hivi, pale takapopanda thamani nitaiuza. Kwa hiyo kitendo cha ku, cha kununua na kuuza ndio hmm. unatengeneza nini, unatengeneza faida pale okay. yeah. na ni ina muda gani tangu ije Bongo? Kwa sababu unajua awali iiisha ikuanga sana, lakini leo kuna watu walikuwa wanafanya yeah, yeah. ila sasa hivi kuna namna, naona vijana wameamka sana kwenye upande huu kweli Unajua uh, vijana wameamka kwenye upande huu kutokana pia na changamoto za ajira. Yeah. hivi ajira imekuwa changamoto sana mtaani, hiyo unakuta hivi uh, vijana wengi uh, wana smartphone hiyo. Yeah. No, unakuta atakimbilia wapi, anavopitapitahiv nakutaana fursa kama hivi za mtandaoni, unajaribujaribu jaribu, kwa sababu hata mi mwenyewe nilikuwa sifahamu kwa hiyo katika kuangaika, ni kwa namna gani pia naweza nikatengeneza kipato, kwa sababu kipindi hicho wakati nasoma chuo, namna gani ambavyo naweza nikatengeneza kipato nikawapunguzia mzigo wazazi nyumbani. hey, eh, ya mambo yasuo mengi, zile kupigapiga simu hiyo hey, hey, hey, hey. Sasa ndo nikaja nikakutana nini? Na forex. Kabla ya forex, pia nikutana na biashara nyingi sana, ndo nikaja kuipata nini forex na hii forex, yeah. uh, imeanza kutambulika miaka Tanzania ipo tangu miaka mingi sana yes, yes, yes, lakini kwa hapa Tanzania imeanza kuingia ingia miaka 2016 mwishoni kuingia 2017, unaona hmm, no. Kwa hiyo hapo ndo vijana sasa wale wa mwanzo mwanzo ndio wakaanza sasa nasema kuisanukia hey. <laughs> watu wakawa wengi, watu wakawa wengi tumeenda. Lakini pia unajua kwenye kila biashara mpya inapokuwa inaingia pia, ina pia inakuwa na changamoto zake ehe hey. Kwa hiyo sasa pia imehusishahusishwa na vitu vingi, vingi sana, watu wamekuwa Wakitapeliwa, tapeliwa na vitu kama hivyo, unajua watu wanakosa uaminifu. Kwa hiyo hiyo changamoto mimi binafsi, kwa sababu kuna, kuna, kuna, kuna, kuna mshikaji wangu mmoja hiyo kidogo yeye alikuwa anapenda sana mambo ya teknolojia wakati tunasoma chuoni. Kwa anapenda sana mambo ya coding. Sasa mimi kipindi kile nilikuwa nashughulika na hizo biashara za online na zita pyramid scheme hizi ambazo zimeumiza zime umiza watu wengi. Eh, sasa yule mshikaji anaitwa Rich. Naona ndo, akawa anazungumza akasema, "Mimi huko mnafanyafanya kuna biashara inaitwa inaitwa forex. Unaona, unajaribu ni farije kuifuatilia. Unaona inaela. Unaona. Kwa hiyo baada ya kusikia vile, na mimi sasa ndo nikaanza kuifuatilia fuatilia kidogo kidogo. Kwa bahati nzuri, kuna kuna, kuna, kuna, kuna mwanafunzi mwenzetu pale chuoni eh, kwa sababu siwezi nikamwita alikuwa, no, sasa, ya, waka, wakuanza, kufange, ni kama mdogo wetu, unaona. Sasa yeye alipofika pale ndo kama wa kwanza kufanyaje kujifunza at least yani kujua jua, unaona. Kwa hiyo baada ya kuja pale chuoni, nikasema kuna kuna dogo mmoja yuko second year eh, anajua jua. Kwa hiyo kamtafuta ndo kunipanipa intro pale, baada hapo sasa, ndo nikaanza sasa, na mimi sasa kuanza kuichimba kujifunza kujifunza vizuri. Kwa hiyo nimeenda enda, baadaye nikaja kukuta sasa kumbe, ah, mbona kama tuko wengi hey, huku mitandaoni yeah. Unaona hee, na kwa kipindi kile ilikuwa imeenea sana kwa wenzetu ambao wako South Africa Ah, okay, eh, so, hey, wanafanya eh, sana no, no, no. Eh, na kipindi kile ndo walikuwa maarufu vibaya mno. Nigeria pia na wenyewe wanafanya. Kwa sasa hivi unakuta karibia mataifa mengi ya Afrika wanafanya hichi kitu. Okay, eh, kwa sababu unakuta kuna watu wengine nazungumza nao, unakuta mwingine yuko Egypt no, mwingine yupo Ghana, mwingine yuko hizi nchi zetu za jirani Kenya, Uganda. An... story eh, hey, na kitu kinachotuconnect ni hitu biashara, biashara ya forex biashara ya forex kibongobongo, najua kabisa kutakuwa na zile changamoto mm. Kuna wakati ulifika ukasema niachane nao tumepiga mishi nyingine bwana? mawazo kama hayo eh, yamenijia mara nyingi sana, kwa sababu wakati ninaanza nilikuwa sina ufahamu una hii biashara unaona. Kwa hiyo wakati naanza, kwa sababu this is true story ambayo nilitokea mimi mwenyewe binafsi okay, exclusive unaona. okay. yeah. Yeah, wakati naanza nilikuwa sijui vizuri, kwa hiyo nikawa nimesoma soma kielimu niko shallow unaona, kwa hiyo nikawa sifahamu vizuri misingi ya hii kitu ni, nikawa naamini bwana hapa sasa hivi mimi najua mimi mwenyewe kimoyomo nasema najua, lakini kiuhalisia bado bado sifahamu unaona. Kwa hiyo nikawa na, na struggle kwa sababu ni biashara ambayo inahitaji mtaji kidogo. No. Yeah. Kwa hiyo nika nikawa na struggle, nikawa nalalamika nasema, bwana hapa changamoto nini, mtaji unaona. mm -hmm. na mimi kipindi kile, wakati nasoma, mtaji nilikuwa nilikuwa sina, unaona. no. yeah. Kwa hiyo nikawa najikuta sasa aa, naanza kuazima azima hela kwa watu kwa, no. hey, hey. kwa sasa nikajikuta nimeanza kuwa na madeni Unaona, nikawa nimejikuta na, na madeni mengi sana kwa watu alafu sasa nikaanza kupoteza mpaka ule uaminifu kwa watu ambao walikuwa unakopa urudishi, alafu na wewe ukicheki kweli mazingira hamna, lakini pia watu ushawaaminisha, bwana, hii biashara ina hela muda wote, muda wote mi napata hela nafanyaje, na kulipa. Unaona, unatengeneza picha fulani hivi, watu waamini kwamba huu mchongo anaofanya mshikaji una hela. Unaona, mshikaji atakuwa na ata nini na hela kumbe kumbe sio kweli. Kwa hiyo unaishi kwenye maisha ya ndoto ambayo hayana nini? Hayana uhalisia. Kwa hiyo unajikuta unatumia gharama pia kuaminisha watu wa kama kufake fake hivi. Unaona ile watu wakoamini kama una hela at the same time pia watu oh, ambao wamekuamini wanakuwa nafanyaje wanakudai. Unaona kwa nini kajikuta nimekuwa na madeni afu nikawa nimeingia kwenye msongo mkubwa sana wa mawazo. Unaona kwa sababu nakuta pesa sipati pia nikideposit niki, niki deposit, kusema niingie ku trade nafanyaje napoteza. Unaona? pesa trade ndio ku trade yani ndio kuifanya kwenye biashara ni ile kuuza na kufanya na ku mnua, na kununua eh ndio ku aa, kumumua, okay, hee, ando. Ili uingie kwenye forex lazima u trade eh, lazima u trade na kibongo bongo. Sasa hizi wewe unavyoona hmm. Mwamko nadhani umekuwa mkubwa kwa vijana kwenye hiyo eneo ya kufanya forex ama, ndio ile kwamba okay, bado tujibe hivyo kidogo kina Divine wanafanya au labda wanaokota au wanafanya? Ah, bwana, kwa sasa hivi ni sio muongo. Mwamko ni mkubwa sana, ni mkubwa mno. Ukiangalia asilimia kubwa ya vijana, sio tu vijana, sasa hivi mpaka watu wazima wa, wanafanya unaona no, wazee sasa hivi wanapiga, unaona, sio kubeti tu wazee. Kuna siku nilipanda kwenye <laughs> daradara nakutana na mzee huko anascroll mikeka, unaona. Lakini kwa sababu kuna semina semina nyingi ambazo zinakuwa zinafanyika unajikuta unakutana na wazee watu wazima kabisa ambao unakuta na wenyewe pia ameshika chat hivi amefungua chat ile <laughs> ya MT5 au <laughs> MT4, ana scroll anaangalia angalia anasema yes. Eh, kumbe somo linaeleweka, somo limeingia mi... eh, somo limeingia. Kwa hiyo unakuta sasa hivi ni biashara ambayo kwa asilimia kubwa sana inafahamika okay. ya na watu na watu, na watu wanafanya hmm. wanafanya sana unaona na naweza nikasema na, na, na, na, na, na, ni kwa bahati mbaya watu wanafanya, lakini still bado kuna watu wengine bado hawaamini kwamba ni biashara kama ni biashara ambayo mtu anaweza akafanya na akatengeneza kipato na akaishi kupitia kupitia hiyo biashara ah. Mimi ni venda, natamani nifahamu pia kitu kimoja yeah, hii biashara ya forex, of course kila biashara ina hasara na faida, si ndiyo? Kweli faida, natamani pia kujua, na ni faida gani ambayo umewahi kupata ukasema, ah angekuwepo hapa miongoni mwa mtu anayenidai na umtoni niyoingiza, angefurahi. Lakini tena natamani nijue ile siku ambayo ulikuwa uli, uli labda na mshikaji mmeinvest, alafu mwisho wa siku issue imebuma, alafu jamaa sasa anakwambia bwana, mimi nataka changu. Yaani nataka nifahamu hizo vitu viwili, yaani ulipopata faida inakuwaje, lakini pia ulipokutana na hiyo changamoto sasa, loss. Bonge moja la loss. Ilikuwa bwana, kwanza mimi ni nimecheka kwanza kwa sababu yeah, ni story moja ambayo imenikumbusha mbali sana. Uh, nakumbuka nilikuwa na, na mshikaji wangu ambaye tulikuwa tunafanya tu, tu, tu, tu, tu wote, alikuwa ni, ni kama ndugu yangu okay, tis, na sasa hivi bado pia ni kama ndugu yangu, japokuwa harakati za hapa na pale za kutafuta maisha e, kidogo yuko ana safari safari nyingi, unaona no, Kwa hiyo kipindi kile, wakati tunafanya, tulikuwa tuna tuna share account, unaona okay. no, nakumbuka tulikuwa na safari ya kwenda Mwanza, alafu mkoni tulikuwa na kama na dola mia tatu thelathini na tatu kama laki sita laki saba hivi eh, sita kama na point point eh, hee. Kwa hiyo tulikuwa natakiwa twende Mwanza, tufike kule tukae kama wiki, alafu tufanyeje turudi, okay. Eh, kwa sababu tulikuwa kuna seminar tunaenda kufanyaje ku kuifanya no. Issues is the forex, is forex. Okay. Ilikuwa eh, ni kitambo, ilikuwa miaka ya 2019 na na nafikiri way back kidogo yeah, yeah, way back kidogo no, no. Kwa hiyo sasa ile hela tukasema, sasa mwanangu, hii hela itutoshi wawili naona gharama za usafiri kula kuspendi kule wiki nzima, ni uongo moja. Tuidumbukize, tutaki riski, tuone itakuwaje. Na kweli siku hiyo tukaidumbukiza. Baada ya na kudumbukiza, nakumbuka kulikuwa kuna tunaita news, watu wa forex wanafahamu ni, ni taarifa za za, za za ambazo zinazungumziwa sana kwenye maswala ya uchumi okay. ya wan, nchi husika. Kwa hiyo zile taarifa zinapokuwa zinatoka sasa kuna upande ile ina, ina, ina taarifa inaweza ikawa positive au inaweza ikawa negative. Kwa hiyo ikiwa positive, unakuta pesa ya hiyo nchi husika ina inaongezeka thamani you know? Unaona, ikiwa negative, ina inashuka kidogo thamani. Kwa hiyo ile impact unakuwa unaiona mpaka huko sokoni, kwa sababu tuna trade pesa yeah, za mataifa mbalimbali. Kwa hiyo ile impact unakuwa unaiona. Sasa kuna news moja ambayo ni maarufu sana inaitwa NFP. NFP ndio news maarufu kwenye forex yeah, kwenye forex inatoka kila mwanzo wa mwezi Ijumaa ya mwanzo wa mwezi okay. Unaona, inakuwa mwezi huu yeah, imeshatoka, ilitoka kwenye ijumaa ya mwezi huu, sijui ilikuwa tarehe ngapi, ndo ya mwanzo wa mwezi huu kama tarehe 11 unaona yeah. Kwa hiyo ikamefanyaje imetoka sasa siku hiyo ambayo tumedeposit hiyo pesa ndo ilikuwa siku ya NFP. Unaona, kasema <laughs> bwana leo tunafanyaje? tuna tuna trade na trade pia gani? kwa sababu kule kuna pair, tukawa tuna trade, kuna pair moja anaita gold okay. Ehe, unaona, tuka trade gold, ile NFP imetoka, mzigo kaenda upande wetu, kwa hiyo tukatengeneza pesa nyingi. Kwa hiyo kutoka ile dola 333 ika imefikia yeah. kama kwenye dola 1000 kasoro hivi, unaona. Kwa hiyo tukakuwa laki saba, tukawa nacheza kama kwenye milioni mbili na pointi Eh e, tukasema sasa kwa mwanangu twende yeah. Tukajipongeze kwanza eh, lazima eh eh. Kwa hiyo tukatoka tukaenda tuka sehemu tukapoa kidogo tukajipongeza baada hapo, yeah. Kesho yake tukaanza safari unaona, yeah. Baada ya kwenda na, na, ile safari, wakati tuko safarini, tumefika kule Mwanza tulikaa kama, tulianza ku trade nimefika kule, bahati nzuri sasa, yaani kila kitu kikawa kama kipo upande wetu kwa yeah. Unakuta ile dola mia tatu tulitrade mpaka ikafika kama dola elfu mbili na mia tatu hivi unaona kwa hiyo kama anacheza kama kwenye milioni tano hivi na karibia kama kwenye kwenye milioni sita unaona, kwa kipindi hicho. Na hiyo ndio ilikuwa ni pesa ya kwanza sisi kufaaje kuipata kubwa eh, kubwa. Ndio naona sasa, sasa kuna vitu vinawezekana namna hii, unaona. Kwa hiyo bahati nzuri tukawa tuna withdraw, naona leo tuko hivi, nataka kula, unatoa dola 100, unatoa dola 200, dola ngapi? Kwa hiyo tukawa tuna kwa kukaa tena wiki kule Mwanza tukajikuta tumepitiliza tumekaa kama kitatu <gibu> <tumutabia upo> e, mtonyo upo. na kila siku tuna trade tunaingiza nini tunaingiza <tumutabia upo> eh he. tunaingiza <tumutabia> he. E, hela ndio tunatoa no. Sasa baada ya kumaliza tukasema sasa turudi, unaona eh, tunarudi. wakati tuko njiani, sasa ndio mauzauza akafaje yaanza kutokea yaanza, yeah, yeah, kutokea. tumeingia trade ya kwanza katika nyumbani tumepata loss <tumutabia> wakati tuko njiani <tumutabia> umefika tumefika maeneo ya Dodoma hivi Dodoma pale tukapumzika, kwa sababu pia Dodoma kuna familia tukapumzika pale, na pia Dodoma tukapata nini, tukapata losi. Kwa hiyo unakuta tumepiga piga piga losi, kwa hiyo unakuta tumepiga losi hapo, tukajikuta kama tumebaki kama na dola elfu moja mia sita hivi mia tano fulani hivi ile eh, hey, mia nne yote imeondoka, lakini hiyo ilikuwa ni faida ambayo tulikuwa tunafanyaje tumeitengeneza. eh, eh, la, eh, kwa sababu mtaji wote tulikuwa kama tumesha utoa tumefanya matumizi mengine eh. Kwa hiyo pale tulikuwa tuna trade nini ile faida yeah. No. kwa sasa tumeenda natoka pale Dodoma, sasa hiyo tuka tukatrade ya gold, hiyo unaona ngoma imeenda imeenda. Hata sasa kipindi hicho bado kwenye upande wa knowledge hatukuwa vizuri, upande wa skills, kwa hiyo kuna discipline, masuala ya risk management tulikuwa tu na, unakuta mtu na trade yani bila kujua endapo hii hii yi ngoma ikinikatai e, nitapoteza kiasi gani. Kwa hiyo tuka atujui, kwa hiyo tumeenda tumeenda kwa mzigo kama umetukataa, yani unakuta hasara ambayo inasoma pale juu mm, ni kama dola elfu moja na kitu, yeye anasoma negative yani mm. Unaona hasa sasa imefika time ambapo mtu unashindwa kufunga, yani una, unaacha tu kila ukifungua simu unashikilia tu hivyo, yani uelewe ufanyeje, uweze kufunga uweze kufanya chochote. Kumbe hizi he, he, he, he, biashara ya forex lazima pia uwe na skills. Maana yake, lazima kuna elimu ipate. Yeah, lazima kuna elimu ipate na sio tu kuishia kupata elimu. Baada ya kujifunza, yani ni biashara ambayo lazima upate mwongozo, yaani mtu ambaye atakushika mkono atakufundisha na kukusimamia okay. e, ambayo tunaita mentorship huyo, no, Unaona, kwa hiyo atakufundisha, baada ya kufundisha lazima akufanye akusimamia akuelekeze, bwana, kitu hiki fanye, kitu hiki usifanye, yeah, usifanye eh, kwa sababu ukisema kujifunza uji, mwenyewe inawezekana, lakini utajikuta unatumia muda mrefu sana okay. Unaona mpaka una, kuja mpaka kuja kuielewa vizuri, kwa hiyo unakuta ile account yeah, ilivyokuwa ina ina rangi ile rosi, mishasiku account yote ikaja kafaya, tunasema kuungua tukajikuta tumepoteza mtaji, mtaji wote, mtaji wote umepotea. Tukajikuta tunaanza tunaanza tunaanza tunaanza zero. Kwa hiyo unajikuta nil, nil, nilitoa hiyo laki saba ikafika kama kwenye milioni tano na kitu, alafu tukaja tena tukapoteza kama milioni tatu <laughs> <laughs> hivi hapo, lazima udate mzee wangu mzee, tulidata tulidata. Nakumbuka siku hiyo, bahati nzuri, sasa siku, unajua hivi vitu vinaendana na matukio bahati nzuri pale mtaani ambapo tulikuwa tunakaa siku ambapo tumeunguza tumeunguza huo mtaji wote, maeneo ya jirani ah, <laughs> kulikuwa na msiba, ikabidi tujiibe kwenye msiba. Kwa hiyo tuko kwenye msiba, watu wanasikitika na msiba wa wa, sisi tunasikitika na nini, na hewa. Kwa hiyo inaonekana kama tuko pale, lakini akili zipo. aziko pale, unaona. Kwa hiyo mazingira kama hayo sasa, kitu kingine Divine, nimegundua mm-hmm. Hii biashara pia forex kuna namna unahitajika pia uwe mtu ambaye umesoma soma hesabu. Ah, uh, hesabu sio sana, yeah. Kwa sababu huku hesabu ni za hela tu. Yaani ukishajua hesabu za kujumlisha, kutoa, kugawanya na kuzidisha inatosha. Okay. Yeah, yaani, hesabu, ya, yaani unahitaji uwe na hesabu. Ah, unahitaji uwe na elimu kubwa. Hapana. Eh, kufanya forex kwa sababu ni mtu yoyote yule ambaye anaweza kufanya akafanya hata yule mtu ambaye ameishia darasa la saba ili mradi tu anajua kusoma na kuandika, mm -hmm. anaweza akajifunza na akafanyaje. Na akafanya na ni kiasi gani ambacho unatakiwa uwe nacho? Kwa maana ya kwanza, kama unataka kuanza kufanya biashara uh, kabla sija sijaenda kwenye kiasi yeah. kwa sababu ni biashara ambayo unaweza ukaanza na hata mtaji mdogo, kwa sababu unakuta siku hizi uh, asilimia kubwa watu wengi unakuta mtu anaweza akajikuta anaanza na dola kumi na dola ishirini ambao ni kama elfu thelathini hivi, unaona lakini sasa ukija kwenye uhalisia sasa wa maisha, biashara ya mtaji wa elfu thelathini inakuwa ni biashara ndogo, biashara ndogo ambayo inahitaji uvumilivu sana na nidhamu ya hali ya juu ili kuweza kuukuza ule mtaji wako mpaka uweze kuwa nini, kuwa mkubwa. Ila kwa uhalisia kabisa, tukija kwenye uhalisia wa maisha ya kawaida yaani, mtaji mzuri ambao mtu ambao unaweza ukaanza nao na at least ukawa unatengeneza faida ambao mwisho wa mwezi ukija kuangalia, nasema at least hii faida naweza nikasovu vipengele kadhaa kadhaa mtaani, at least uwe na kuanzia kama milioni mbili na nusu ambao tunacheza kama kwenye dola 1000 no. hivi unaona hapo at least unaweza uka ukosi mwisho wa mwezi hata tuseme asilimia tatu hivi, I mean asilimia ngapi, asilimia kumi unaona ya ule nini ya ule mtaji wako kwa, unamaana kwamba kwa dola elfu moja kama asilimia kumi ni kama dola mia hivi, unaona asilimia kumi kumi na tano mpaka asilimia ishirini ukiwa huko vizuri na nidhamu nzuri unakuwa ufanyaje ukosi. Na sasa hivi kibongobongo tunaona bwana, Instagram, huku watu wana flex nini, watu wana live their life kwa sababu tu ya forex. mm -hmm. Uh, unadhani pia forex sasa hivi inabidi itiliwe mkazo kiasi kikubwa ili vijana waweze kujikwamua kimaisha. kwa upande wangu mimi nafikiri ndio nafikiri ndio, ina lazima itiliwe mkazo, lakini na ikitiliwa mkazo inamaanisha, kwa sababu sasa hivi kuna matukio mengi sana ya watu kupoteza hela na na na kutapeliwa, unaona, unakuta sisi wenyewe vijana ambao tunafanya tunafanya hii biashara sio waaminifu, unaona kwamba wewe mtu hauko vizuri, kwa sababu unakuta mtu ana flex mitandaoni, anajionyesha ana hela, lakini uhalisia ni kwamba hayupo vile anavyofanya, anavyoishi na sisi uh, nafikiri ni tabia ya, ya, ya, ya, ya binadamu. Nafikiri ukiona mtu ana flex mitandaoni, amepiga picha, yuko mazingira fulani hivi mazuri, wewe akilini mwako inakuja moja kwa moja, unakuwa unagundua kwamba huyo mtu ana eh, eh, wa nini mzigo nini wa kutosha, unaona. Kwa hiyo hata nikimlipa anaweza akafanya je, ka akanifundisha, nika nikaelewa, lakini matokeo yake unakuja kumlipa ule mtu, unakuta ule mtu anafanya Yeah. Yanadisapia, unaona. Kwa hiyo nafikiri kabla ikitulia mkazo vizuri na kukawa na usimamizi mzuri nadhani matukio kama haya yatapungua, kwa sababu unakuta ni vijana wengi sana wameumizwa, wame mp..., matukio wameumizwa. Mimi haya matukio e, yalishawahi kunikuta, yalishawahi kunikuta kwa sababu mimi ni moja kati ya watu ambao a, nimejifunza mwenyewe hii biashara Unaona no. Yaani baada ya yule yule dogo kunielekeza pale, sasa ndo nikawa naingia sasa mimi kusoma, kwa sababu kwa hiyo unakuta ni, unakuta ni licha nimelicha ya maumivu haya niliyopitia, lakini kuna changamoto nyingi sana ambazo nimezipitia. Unajua kujifunza wewe mwenyewe unajifunza kupitia makosa yako. Leo leo nimekosea, unakuta muda mrefu sana mpaka kuja sasa kuanza kuona nini matokeo ya uhalisia. Sasa unaona na eh, pia hivi kutapeliwa, sababu nakumbuka nisha kulipiaga hela kama laki mbili na nusu afu kwenda kufundishwa kitu ambacho mimi tayari nakijua, afu ni cha kawaida sana, unaona <laughs> no. eh. ila vio tu kwa kufuata lifestyle ya mtu wapi mtandaoni. oh. mkawa najua kwamba huyu mtu kuna kitu cha ziada anachokijua kuliko kuliko mimi unaona. Wewe ndio umetoa hela yako, mwisho wa siku amna lolote e, eh. mwisho wa siku amna, nakumbuka ni, na, nilitoa hiyo hela. Mwisho wa siku nikaamua ni kuna platform moja ambayo tunaitumia kufanya uchambuzi mm -hmm. inaitwa Trading View na kwa nilipia dola 100 kwenda kujifunza Trading View. Yani hiyo ndio moja kati ya changamoto ambazo nilifanya, ili nikuta, nakumbuka pia kuna kitu kingine nilishai kumlipa mtu hela anifundishe, alafu akafanyaje akadisappear Unaona. Hmm. Nimesoma tu siku ya kwanza, siku ya pili, baada ya hapo ile mtu akawa ashikia ta simu. Unaona. Hmm. Hmm. Na pia kuna hivi vitu vingine vingine kama sijui maroboti maroboti sijui roboti sijui nini nini pia na yenyewe pia nimetumia muda mrefu sana yamenivuta yame, yame, nivu, yame nivu, <laughs> sana shati nyuma kwenye kufanikiwa kwa sababu ni vitu ambavyo ufanyaji uh, kazi wake ni mdogo sana au hakuna kabisa. Sawa, so, wewe well, Divine Forex ni miongoni mwa watu ambao kwa sasa tunaweza tukasema okay, kuna namna biashara hii imekulipa kutoka stage moja kwenda stage nyingine. Naamini sasa kuna mshikaji wangu ananisikiliza kutokea Manyara, Morogoro, Kigoma, huko Kilimanjaro, wananisikiliza sasa hivi. Unawashauri wa nini au unawaambia wa nini kwamba bwana hii biashara iko hivi amahbiashara ikh uh, cha kwanza ambacho ningependa kuwashauri yeah, ni biashara ambayo kuna faida, okay, faida ipo, lakini kuna vitu vya msingi ambavyo inabidi wazingatie. Au kwa mfano tukianza na upande ambao ni wanafunzi ambao ni wanachuo cha kwanza pia na washauri wasije wakaacha chuo kwa sababu ya forex. Chukua hiyo, usiache chuo kwa sababu ya forex. Yeah, eti kwa sababu umeona unapata dola kumi, dola ishirini, dola mia, dola mia mbili, ukasema uache chuo uingie mtaani sasa ustrago kwa sababu ya forex, ni uongo. Huwezi kutoboa, mwisho wa siku utaishia kuanza ndo wale wale kuanza kutapeli, laza watu kuingia mifukoni. Alafu watu watakuja atakuja watakuroga, watu wengine hawamwachii Mungu siku hizi hey. Alafu jambo la pili kwa mtu ambaye anataka kufanya hii biashara ya forex kabla hajaanza kuifanya hii biashara ya forex, hakikishe yeah. ana biashara nyingine pembeni au TGMA, kazi, eh, asitegemee hii kazi kwa sababu ni biashara moja ambayo ina stress ya hela vibaya, kwa sababu uh, matokeo yake yani, tuseme mwezi huu unaweza ukapata faida labda dola mia, mwezi ujao ukapata faida dola hamsini, mwezi unaokuja labda ukapata faida dola mia tatu. Unaona, yani faida yake haiko linia hivi kusema kwamba ni constant kwamba kila mwisho wa mwezi lazima mimi nipate faida kiasi fulani, okay. Hakuna we, kwa hiyo lazima uwe, au kuna mwezi mwingine upati kabisa no. Unaona, kwa hiyo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ni kama biashara zilivyo biashara nyingine, kwamba kuna siku ukaje eh eh, una kuna siku pia ya kupata eh, siku nyingine kuna mauzo makubwa, siku nyingine una short yeah. Unaona, na siku nyingine mauzo ya kawaida okay. Unaona, kwa hiyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo lazima ujihakikishie kwamba una shughuli nyingine pembeni ambayo inakuingizia kipato yeah. Ndipo sasa uanze kujifunza hii biashara, na jambo jingine Okay. Okay. Jambo lingine ni, ni kwamba inahitaji elimu, lazima ujifunze yeah. Eh, alafu pia ni biashara ambayo inahitaji mchakato wa muda mrefu yeah. Eh, sio biashara ya kusema kwamba ukishajifunza hapo hapo unaanza kuona matokeo ya kuanza kuona hela. Hapana, inaweza ikakuchukua miezi sita sometimes mpaka mwaka au mpaka miaka miwili yeah. Unaona, mpaka kuja kuielewa vizuri. Alafu kitu kingine hii inatoa kama ni warning kwamba usije ukakubali kumpatia mtu pesa yako afu kufanyie forex kwa niaba yako. hapo hapo kwenye kupatia kumpa mtu pesa na Instagram unamalizia hapo hapo. Unapatikana vipi? E bwana, mimi Instagram napatikana kwa jina la Genius Chengula. Yeah. TikTok Genius underscore Chengula. Instagram ni Genius underscore Chengula, TikTok ni Genius underscore Chengula, alafu YouTube ni Divine Forex wewe ni Divine Forex, tulikuwa naye leo kwenye Kiss most wanted. Elimu ya kutosha tumeipata, namna gani ambavyo unaweza ukafanya hii biashara, inakulipa vipi, namna gani ambavyo unaweza ukapata faida, faida inakujaje. Mengi yametolewa, lakini pia akatoa angalizo kwa wewe ambaye unasoma sasa hivi chuo. Mshikaji wangu, usiache elimu yako kwa sababu ya forex, utajutia.